Kwa majina yangu naitwa Ester James, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi kata ya Nyachiluluma wilaya ya Geita. Sababu za kutia nia jimbo la Katoro, moja ni kurejesha imani kati ya viongozi na wananchi. Kwa muda mrefu kumekuwa na pengo la mawasiliano na mahusiano kati ya uongozi na wananchi wa Katoro, wakati likiwa jimbo moja la Msanda. Hivyo basi nimeamua kugombea ili kurejesha mawasiliano hayo na kuwakilisha sauti halisi ya, ya wananchi katika ngazi ya juu ya maamuzi. Naamini uongozi wa kweli huanza na kusikiliza. La pili, kuimarisha uwajibikaji na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo. Kuna miradi ambayo haijatekelezwa kikamilifu na imesimamiwa kwa dhati japo rais wetu ameleta miradi mingi, wakati huo likiwa jimbo moja la Psanda. Nina dhamira ya dhati ya kuhakikisha kila mradi wa maendeleo unatekelezwa kwa uwazi, kwa wakati na kwa manufaa ya wananchi wote bila kubagua. La tatu ni kutoa fursa kwa wanawake na vijana Nataka kuwa sauti ya vijana na wanawake ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisaulika katika nafasi za maendeleo mbalimbali. Nitapigania fursa hizo zaidi kwao katika elimu, ajira, ujasiriamali na ushiriki wa kisiasa. Mimi nashauri kwa vijana na wanawake ambao wamejipima wakajiona wanao uwezo wa kuomba hizi nafasi mbalimbali mbali, katika upande wa serikali waombe wasi kwa sisi wanawake na vijana ambao ni jinsia ya kike wasisubiri tu viti maalum, bali wajipime katika nafasi mbalimbali. La nne kuleta siasa zinazojenga. Kwa muda mrefu kabla jimbo hili halijagawanywa kumekuwa na siasa za mahusiano yasiyo mazuri kati ya jamii na mwakilishi wa wananchi, hivyo basi nimeona kwa muda mwafaka nimeona kuna muda mwafaka wa mimi kuwa sehemu ya kuyaondoa hayo. Ninatangaza nia kwa msingi wa heshima, hoja na kufata misingi ya Chama cha Mapinduzi. Nahitaji kuwa sehemu ya kizazi kipya cha viongozi wanaojenga badala ya kubomoa.